Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa anashia neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali sawasawa na jinsi Bwana anavyonijalia. Na leo ni siku nyingine njema ambayo Bwana ameifanya, ninamshangilia na kumsifu. Ninakukaribisha wewe ambaye labda ni mgeni katika channel hii. Naomba kama bado uja subscribe, subscribe, share, like and comment, na wewe uliye mwenyeji Mungu akubariki sana kwa kuendelea kusupport huduma hii ya Binti Sayuni 50 na leo kwa neema ya Mungu tunaendelea na series hii mpya ya Ombea. um, tulianza na kuangalia umuhimu wa kuombea kichwa chako. Uh, wiki iliyopita tumeangalia umuhimu wa kuombea uso au sura. Leo tunaenda kuangalia kitu muhimu sana sana sana sana, nacho ni kuombea macho. Kwa hiyo naomba ukae mpaka mwisho uangalie, tutatumia neno la Mungu kama ilivyo kawaida yetu, sawasawa na jinsi ambavyo Mungu ataniongoza katika somo hili. Kwa hiyo wote tunajua umuhimu wa macho mm? na macho ni kiungo ambacho ni muhimu sana. Mimi binafsi ninao ushuhuda kwa ajili ya macho, kwa sababu ambaye umeshawahi kusikia huu ushuhuda, naomba nivumilie tu, kwa sababu mimi sitachoka kuyasimulia matendo makuu ya Bwana. Um, ya kuna wakati nilipata kwa um, blind kama kwa wiki au en, wiki sikumbuki ni siku mbuki ngapi, lakini ilikuwa kama wiki hivi. Nayo ililetwa blindness ililetwa kutokana na kwamba nilipata kisukari kikali sana sana sana sana sana sana, nilikuwa between uzima na mauti kwa ajili ya hicho kisukari eh, nayo ilisababishwa na dawa prednisolone, kama unazijua prednisolone eh, zilinisababishia hiyo. Kwa hiyo katika hicho kipindi kwa, ni kipindi cha hofu, kipindi cha mahangaiko. Amna aliyejua kwamba nitaweza kuja kuona. Ashukuriwe Mungu, ninaona nime recover my sight, fully recovered my sight. Kwa hiyo kama nina experience ya kimwili, nina good imagination ya kiroho, lakini wote tunaweza kuona good imagination. Hata sisi tufunge tu macho hivi, tuseme this is your life for the rest of your life, uone maisha yako yatakuwaje ndivyo hivyo tulivyo. Kwa hiyo macho tunayozungumzia, kama nilivyosema, tunazungumzia macho ya kiroho zaidi kuliko haya macho ya kimwili. Inanisaidia nini ninapoona kimwili na kiroho macho yangu yamekufa? Kwa hiyo ngoja tuanze na mstari ambao Bwana Yesu mwenyewe alizungumzia haya macho. Fikiria, mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, anamezungumza hili swala la macho katika kitabu cha cha, cha eh, Mathayo sita. Akasema taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru, lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo sasa? Hapa usiniambia alikuwa anazungumzia jicho hili, kwamba hili jicho likiwa likiwa nini, mwili wote sio safi, kwa sababu wapo watu ambao hawana haya macho ya mwilini, lakini wako safi na wako safi kiroho. Kwa hiyo Yesu alikuwa anazungumzia kwamba jicho jicho jicho la mtu jicho lako la kiroho ni likiwa safi, mwili wako wote utakuwa safi. Yaani wewe kama kama mtu, mimi kama Binti Sayuni nitakuwa safi, jicho langu litakuwa safi. Tutaangalia kwa nini jicho linaweza likaleta usafi kama hivyo Bwana Yesu alivyozungumzia kwamba kwa sababu jicho ni nini? Ndilo jicho; jicho lako likiwa safi utakuwa na nuru. Nuru ndio inayoleta usafi, nuru ni Yesu mwenyewe. Sasa kusudi la Mungu ni nini kwetu sisi? Katika waraka wa kwanza wa Korintho sura ya pili mstari wa tisa, neno Mungu linasema lakini kama ilivyoandikwa mambo ambayo jicho hayakuliona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo mwanadamu, mambo hayo ambayo Bwana aliwaandalia wampendao. Kumbe Bwana kusudi lake ni kwamba wale wanaompenda Mungu waweze kuona mambo ambayo jicho alijaona. Jicho lipi ambalo alijaona? Jicho la mwili. Kwa kile kitu ambacho jicho la mwili alijaona, Mungu amekuandalia jicho lako la roho lione na jicho lako la roho likiona, jicho la mwili baadaye litakuja kuona, kwa sababu matokeo yako ya rohoni ndiyo yanayotokea katika mwili. Kitu ambacho bado jakipasivu katika ulimwengu wa roho, sio rahisi kukiona katika ulimwengu wa mwili. Lazima ukione kwanza katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo huo ndio umuhimu wa macho. Sasa mara nyingine kwa sababu ya sababu mbalimbali mbali, unatukuta kwamba hatuna hayo macho ya kuona. Sasa kuna madhara makubwa sana ya kutokuona au kuona tofauti na Mungu kwa kula vitu viwili huwa vinafanyikaga: aidha huoni kabisa, au unaona tofauti na jinsi Mungu anavyoona. Na watu wengi tunaona tofauti na Mungu anavyoona, ndio maana tukipata majaribu tunaweza tukalia sana, kwa sababu Mungu anavyoona, anavyoliona lile jaribu na we unavyoliona ni vitu viwili tofauti lakini ka, ka, kama tukimwomba Mungu kwamba Mungu, ninaomba ukafungue macho yangu yapate kuona sawasawa sawa na wewe jinsi unavyoona. Sasa hebu tuangalie mifano mi, mitatu, kwa nini kuto kuona sawa sawa na Mungu, au kuto kuona kabisa ni shida. Mfano wa kwanza ni katika Mwanzo kumi na tatu mstari wa kumi, hapa ambapo tunakumbuka Ibrahimu na, na Lutu, walikuwa wame, wafanyakazi wao wamegombana. Kwa hiyo Ibrahimu kaamua, bwana, isiwe tabu wewe chagua mahali uende na mimi niende, kwa sababu sisi ni ndugu, hatuna haja ya kugombana. Lutu akainua macho yake akaona bonde lote la Yordani ya kwamba lina maji. kabla Bwana haja iharibu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri, hapo alipokwenda Soari. kwa hiyo yeye alichokiona ni kile mwili wake iliyomtuma alipofungua hivi macho akaona bonde zuri limejaa maji, kwa sababu hakuongozwa na nini? Na roho, na macho yake ya kiroho yalikuwa yamefungwa. Neno Mungu linasema kabla Bwana ajaangamiza. Kwa hiyo yeye yale kile kitu wa, lile kusudi la Mungu baadaye kuja kuangamiza, au mpango wa Mungu wa baadaye alikuwa hanao kiroho, wala hajui, hayuko connected. kwa hiyo macho yake halikuwa hayako connected to the source ya nuru kwa hiyo akachagua huo upande. Kwa hiyo hata sisi tunaweza tukafanya maamuzi ambayo siyo, kwa sababu tunaangalia kile mwili wetu unayoona na sio kile ambacho Mungu ana anaonyesha, kwa sababu we are not connected to the source ya nuru yetu. Kingine, usipokuwa unaona sasa na uhalisia wa Mungu utajikuta kwamba unaingiwa na hofu. Umeona. Um, na hii mfano mzuri tutamuona ni ni, ni mfanyakazi wa, wa nani huyu wa Elisha, katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya sita. E, Elisha huyu akamjibu akamwambia, usiogope maana watu walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba, umeona inabidi kuomba. Akasema, E Bwana, na kusi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yake yule mtumishi naye akaona na, na atazama kila kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Umeona, mtumishi alipata hofu alipoona majeshi kwa kuangalia macho yake ya mwilini, akaona majeshi yamewazunguka kila upande, akajua tumekwisha lakini Elisha kwa sababu ana macho ya rohoni, anasema no, ebu akamwombea. Akombea kwanza, usiogope. Unaona, kwa yule mtumishi alikuwa na hofu, akamwambia kwanza, usiogope. Pili, Elisha akachukua hatua ya kumwombea. Kwa hata sisi mara nyingine tunapopita katika sehemu mbalimbali mbali za maisha yetu, ambapo tunaweza tukaingiwa na hofu kwa yale tunayoyaona. Jamani, hofu huwa inakuja, sisi ni wanadamu, tuko duniani, tunaweza tukapata hofu kwa yale tunayoyaona, yale tunayoyapitia, yale tunayoyasikia, yale tunayoya feel mm, tunayoyahisi, tunaweza tukapata hofu, lakini cha muhimu ni kumwomba Mungu kwamba tuone sawa sawa na Mungu anavyoona katika ile situation kwamba atufungue macho yetu ya rohoni tuone ni kitu gani kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Kingine muhimu, mtu mwingine wa tatu ambaye vile vile kwenye Biblia, ni mzuri sana kumwelezea ni Ajiri. Ajiri, yule ambaye alizaa na, na Ibrahimu, na yeye alipokimbia na mtoto wake katika Mwanzo wa ishirini na moja, na yeye alifika mahali akaenda akakaa akamkabili aka yule mtoto wake mbali eh, aka akasema nisimuone kijana akifa, akalia. Umeona hiyo nini? Nenda kasome Mwanzo ishirini na moja. Akalia yani, amekata tamaa, anajua mtoto wake amekufa, lakini kumbe tu kilichotakiwa ni nini? Ni, ni macho yake kufunguliwa. Malaika wa Bwana akaja akamfumbua macho yake, akaona kisima. Sasa ni kuulize wewe, wewe ambaye unaisikiliza, kile kisima kilikuwepo kili, kili kabla hajiri hajakuwepo, au kile kisima Mungu alikiumba pale pale? what happened kwa hiyo mara nyingine hata sisi tuko sehemu pana kisima cha maji kipo pale, lakini because of ndani hatuoni. Sababu ya huzuni, frustration, kutokuamini, dhambi, vyote hivyo vinaweza vikatufanya sisi tukashindwa kuona hazina ambazo Mungu ameziweka katika maisha yetu, vitu ambavyo vinaweza kutusaidia. Badala yake tukakata tamaa, tukahuzunika, tukarudi nyuma, tukafanya maamuzi ambayo sio lakini kumbe tu kilichotakiwa ni kwamba macho yetu yafunguliwe, tuweze kuona vile vitu ambavyo Mungu ametuandalia sisi tunaompenda. Uh, kwa hiyo ni muhimu sana sisi tuweze kuona sawa sawa na jinsi Mungu anavyoona. Neno la Mungu linasema katika Zaburi mia moja ishirini na moja, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Huu mstari naupenda kwa sababu gani? Kitu kikubwa ni kimoja Yes, na tazama, ninachoona milima. Milima ni matatizo. Yes, nitaona mabonde, nitaona chochote, lakini ninachokataa kukifanya ni kuendelea kuangalia ule mlima bila kujua msaada wangu unatoka wapi. Lazima nijue msaada wangu unatoka kwa Bwana. Kwa hiyo hayo ndio macho ambayo tunaomba tuyaone, kwamba ule mlima nitakapouona usinikatishe tamaa mlima nitakapouona nisiingie hofu. mlima usi, nitakapouona usinifanye nifanye, nifanye eh, eh, maamuzi ambayo sio sawasawa na yale ya Mungu, lakini nitakapoiona mlima nijue kwamba msaada wangu unatoka kwa Bwana aliyeziumba mbingu na nchi, na wala hata acha mguu wangu usogezwe. Umeona, um, kingine muhimu, kwa nini tunatakiwa tuombe, tuombe, tuombe, tuombe E, macho yetu yafunguliwe kwa sababu kuna wakati mwingine Mungu anaweza kuwa ameandaa kufanya kitu fulani, lakini kwa sababu bado hakijatokea kuwa dhahiri katika mwili tunaweza tukafanya maamuzi kama ya Lutu. Sasa kuna huu mstari kwenye Biblia ni kwenye Yeremia inasema hivi, ndipo Bwana akaniambia, toka kaskazini, mabaya yatatokea na kuwapata watu wote wakao katika nchi. Kwa kuwa tazama, eh? Nitaziita jamaa zote za falme za kaskazini asema Bwana, nao atakuwa na kuweka kila kiti eh, kila mtu kiti chake cha enzi mbele ya mahali pa kuingilia malango ya Yerusalemu. Cha muhimu ni kwamba Yeremia alionywa kabla, akaambiwa atazame mabaya ambayo Bwana atayafanya, tazama e. Sasa fikiria asingekuwa na hayo macho ya kutazama na sisi vile vile tukiweza kuwa na uwezo wa kutazama na kuyaona, na yote hii umeona, ni kutokana na relationship ambayo tunakuwa nayo na Mungu. Mpaka Mungu anafika mahali ambapo anatutazamisha, anatuonyesha mambo ambayo yanakuja ya kabla. Eh, kabla hujaanzisha biashara, kabla hujafunga ndoa, kabla hujapata mtoto, kabla hujafanya chochote, unakuwa umeshajua yaliyoko mbele. Mona. Lakini kuna mara nyingine kwa sababu yetu sisi wenyewe, makosa tunayoyafanya, Mungu anaweza akatufumba macho. Katika Isaya sita mstari wa nane kisha nikaisikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani? naye ni nani, nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema mimi hapa, nitume mimi mimi, eh? Naye akaniambia, enenda ukawambia watu hawa eh, eh, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Unaona, uoneshe moyo wa watu hawa ukayatie, uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao. Kwa hiyo Bwana anaweza akayafumba macho, kwa sababu watu hawa wamekataa nini? Kumsikiliza Bwana, kumtii Bwana. Kwa hiyo tuwe waangalifu wapendwa, na kama na mimi na wewe tunaona hatusikii wala hatuoni, kwa sasa hivi kitu tunachotakiwa kwenda ni kwenda mbele za Mungu kwanza kwa toba. Tukatubu tuombe rehema ili Mungu aweze kuyafumbua macho yetu tuweze kuona sawasawa na jinsi Mungu anavyoona, lakini vile vile mara nyingine watu wanafungwa macho yao na shetani. Em, waraka wa pili wa Wakorintho sura ya nne mstari wa nne, na Mungu anasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Yesu Kristo aliye sura yake Mungu. Umeona? Kwaho kuna wakati watu kwa sababu ya kumwacha Mungu, yule shetani anawafunga macho, na ndio maana vilevile ninavyosema tuombee, sio tuombee macho yako, ombea macho ya watu wengine kama hawa ambao wamepofushwa ambao wa bado wako gizani, sio kwamba wanapenda, ni watumwa waliopofushwa na macho ili wasione wa nuru ya injili ikapata kuingia. Kwa hiyo ninapozungumzia swala la kuomba tena, nikoje, nikumbushe ni tu hata kwenye kichwa, kwenye sura, tunapoomba, tuwaombe na wengine, tuombe watoto wetu, tuombe ndugu zetu, tuombe jamaa zetu, tuombe watu, nguze, jamaze, watu. Ukimsikia mtu ana shida fulani, unajua hii, mm, nimewahi kusikia, inawezekana ni sura huyu ndio shida au kichwa au macho na kama vitu vingine ambavyo tutaendelea kuviangalia.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 macho yetu ya mioyo yetu isipofunguliwa, tutashindwa kuona, nuru haitakuwepo, kwa hiyo hatutajua tumaini la kuitwa kwetu. Unaona, mara nyingi na kuitwa huko tunakozungumzia, kwanza kuna kuitwa kutoka gizani kuingia kwenye nuru. Sasa umeingia kwenye nuru, haujui tumaini ni nini, haujui utajiri uliopo katika nuru, hujui hujui utukufu ulioko kwenye hiyo, hujui urithi wako katika katika huku kuitwa. Hujui hmm? Ubora na ukuu na uweza wake ndani eh, yetu yaani, ukuu na uweza ulio wa Mungu ndani yetu sisi ambao tunaamini, na haujui kadri hiyo ya utendaji wa nguvu na uweza wa Mungu. Umeona? Kwa hiyo hivi vyote utaweza kuvijua tu kama macho yako ya moyo yatafunguliwa. Kwa hiyo omba sana ili uweze kujua hivi, na ndio maana watu wengine tunagotagota kwenye safari yetu ya kwenda mbinguni, tunaenda kama tunarudi, kama tunaenda tuamu moja labda tunarudi mbili. Mungu atusaidie au tunaweza kwenda kumi tukarudi mbili. No, tunatakiwa tuende utukufu hadi utukufu hadi utukufu, lakini yote inategemea ni kwa jinsi gani tunaona. He, macho yetu yanaona. Vile vile tunatakiwa tuone ili tuione njia tunaenda wapi? Bwana Yesu alisema katika Yohana 8:12, basi Yesu akamwambia akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuatae hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa hiyo tunahitaji kuona ili twende katika njia ambayo ni Yesu Kristo. Kingine Ki tunatakiwa hazina eh, kaule mstari niliousoma kwanza, waraka wa kwanza wa Korintho sura ya pili mstari wa tisa mambo ambayo jicho halijayaona Mungu ameyatayarisha kwa ajili yako, mimi na wewe. Tutayaonaje tusipoona meyataaisa, hmm? Haya, kuona vilevile vile, kuna utofauti bwana. Kuona ni muhimu. Saa nyingine watu wanasema sijui kuwa kiziwi na kuwa kipofu. Hapana, vyote sio sio sio sawa, yani vyote vina matatizo yake, lakini eh, na vyote vinatakiwa vifanye kazi kuona mara nyingine kunaweza kukashinda kukusikia. Kwa nini nasema hivyo? Nenda Ayubu 42 mstari wa nane. Ayubu anasema hivi nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. si so. Unajua habari kama mimi hapa kama wewe hujai kuniona ki, yani, tumekutana ana kwa ana, unaweza ukafikiri mimi niko hivi. Nakwambia siku utakayoniona utasema hey, kumbe juzi juzi nilikutana na mtu akaniambia hey basi ukiwa kwenye nani, unaonekana mnene <laughs> umeona, kwa sababu um, kwenye TV au kwenye recording yoyote unaongezeka unaongezeka kama saizi moja. Kama ni saizi kumi na mbili, akua kama saizi kumi na nne, kumi na nne unaonekana kama kumi na sita. Kwa hiyo ukimwona mtu utasema he, eidha utashangaa kwa uzuri au kwa ubaya. Unaweza ukafikiri mi mfupi au ukafikiri mi mrefu, ukiniona ndio unajua kweli. Kwa hiyo hata sisi tunaweza tukalisikia neno la Mungu, tunaweza tukafundishwa neno la Mungu, kama hilo neno halijafanyika kuwa mwili, yani tukaliona hivi. Na ndio maana Yesu alikuja kuwa mwili. Angebakia mbinguni tu, tukaambiwa Yesu yuko mbinguni, watu wangesema tu eh hey. Akashuka kuwa mwili tuuone utukufu wake. Kwa hiyo kuona kuna tofauti, na tumuombe Mungu sana atusaidie na sisi tuweze kuona kingine tukishaona wapendwa, tutaweza kumwangalia Yesu. Neno la Mungu linatuambia Waebrania kumi na mbili, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyoweka mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu Baba. Sasa wewe unampiwa mtazame Yesu, huoni. Sasa unamtazama vipi hmm? Si lazima tuwe na macho ambayo yameifunguka ya, ya, ya yanamuona wewe Yesu. Sasa ili tumwangalie kama neno la Mungu linavyotuhitaji tufanye katika Waebrania kumi na mbili mstari wa kumi na mbili. Haya sasa vilevile vile sasa eh, tunafanyaje? Tuna sasa ili tuweze kuona tunafanya nini? Ili tuone, cha kwanza, jamani, neno la Mungu ndio linalofumbua macho. Mithali nne ishirini nasema mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai wa kweli wazipatao na afya ya mwili wao wote. Kwa hiyo mwili wako wewe macho yako wewe yanapata afya yanapata kuona kila unapolisoma neno la Mungu lisome lisome neno la Mungu, na hichi kitabu neno la Mungu kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yayo mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliandikwa humo, unaona, maana hapo ndipo utakapofanikiwa. Kwa hiyo njia mojawapo ambayo tunaweza kuona kuomba, kusoma neno eh, ili tuweze kuona na tukishaona tutaweza kusawazisha mapipito yetu. Tukisoma neno la Mungu linasawazisha mapito yetu eh? neno la Mungu linasema Mithali 4:25 macho yako yatazame mbele na kope zako zitazame mbele yako, sawasawa, ulisawazishe pito la mguu wako na njia zako zote zithibitike. Kwa hiyo bila neno utanani vipi? Uta, utaona, utaona vipi eh, kwamba unapita njia ambayo siyo Haya, sasa mifano mibaya katika Biblia ya watu ambao hawakuona wakapata madhara makubwa. Kwanza hawa eh, sorry, sio ambao hawakuona, yaani wengine wameyatumia macho yao vibaya, kwa sababu unaweza ukaona, nimesema kuna kuona uhalisia sawa na Mungu, na mara nyingine tunaona em, tu, tunakuwa hatuoni sawasawa na vile Mungu anavyotaka tuone. Kwa hiyo tunamwona Hawa. Hawa alipoliona tunda linavutia machoni. Unaona? Yaani kwanza alikuwa ana hata lakini kasema nimeliona ili tunda nimevutia macho linafaa kwa kula. Kwani alikuwa na njaa macho haya? Kwa hiyo tutakuwa tuyaombee macho yetu yasiwe ya na tamaa, hmm? Yanakaliponza hata kichwa. Macho haya yanaponza kichwa, yanaponza kila kitu. Loti aliona uzuri wa Sodoma na Gomora badala ya kuona hatari ambayo inakuja mbele. Huyo Hawa hakuona hatari ambayo, mpaka mimi na wewe leo, mimi na wewe leo tume yani imeleta madhara duniani mpaka Bwana Yesu alipokuja kutuokoa. Samsoni naye macho yake akaona ya wa Wafilisti, kwamba akawapenda Wafilisti badala ya kupenda watu wa nyumbani kwake. Mke wa Loti na yeye aligeuka kuangalia Sodoma na Gomora. Mmeona umuhimu wa ma e macho haya? Mifano mizuri ya watu ambao wametumia macho yao vizuri, kwanza Bwana Yesu pamoja na kuonyeshwa na Shetani. Shetani kamwonyesha, kamwambia njo uangalie falme hizi zote nitakupa, na kamsimamisha huko juu aone dunia nzima. Bwana Yesu akasema no, imeandikwa. Umeona, Yeremia aliona. Sasa na Bwana Mungu alivyomwambia, unaona nini? Akasema naona. Yes, Mungu akamwambia umeona vema. Yeremia huyo, tunatakiwa Mungu atuambie tunaona vyema. Isaya alimuona Bwana baada ya uzia kufa. Eh, Ibrahimu aliona mipaka ya nchi yake baada ya Loti kuondoka. Mungu akamwambia, haya, simama hapa, angalia huko kote, unaona nini? Hiyo nchi yote mimi ninakupa. Umeona? Um, kwa hiyo na sisi tumwombe Mungu sana, tuone kama hawa hawa wengine ambayo yana wameona vizuri. Mithali 23:26 anasema mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. that's what God wants. Anataka sisi macho yetu ya, yaone na yapendezwe na njia za Mungu. Sasa namaliza kwa, eh, ku, tu, kuomba kwa ajili yetu sisi wote, mimi na wewe na wewe vilevile vile, kama unapenda kuombea macho yako, hebu itumie hiyo wa Efeso moja kumi na nane kumi na tisa ni maombi yangu ya kwamba macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, tujue tumaini la mwito wake Yesu jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu kwa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Ninaomba kama wewe ni mgeni bado uje subscribe, subscribe, share, like, and comment, e, naomba tuungane wiki ijayo. Tutaenda kuangalia kuombea nini, ungana nami wiki ijayo ili tuweze ku, tuuweze kufahamu, na Mungu akubariki sana.